Aliondoka oh, kwa matusi, leo anaagwa kama mfalume. Alianza soka lake la kulipwa akiwa na klabu ya Gang ya nchini Ubelgiji kabla ya kujiunga na Chelsea ya England mwaka elfu mbili na kumi na mbili araifu wa kupata nafasi ya kutosha kucheza Chelsea na alitolewa kwa mkopo kishwa kuuzwa kwa Wolfsburg ya Ujerumani ambako De Bruyne aling'aa sana na kupelekea vilabu vikubwa kuisaka saini yake Manchester City... Are... mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tano alijiunga na Manchester City ambako alikuwa mmoja wa wachezaji muhimu zaidi chini ya kocha Pep Guardiola. Amesaidia klabu hiyo kushinda mataji kadhaa ya ligi kuu ya England EPL, kombe la FA, kombe la Carabao na ligi ya mabingwa barani Ulaya. Bruyne anasifiwa sana kuwa na uwezo wake wa kiufundi, maono ya uwanjani na uongozi wa mara nyingi unajiwa kama mmoja ya viungo bora zaidi duniani. Licha ya kuwa na ufundi mkubwa, De Bruyne amekuwa ni kioo kwa wachezaji wachanga. Ina maana watu wengi humwangalia jinsi anavyocheza ili waige mfano wake. Nenda mfalme, nenda. Hakika tutakukumbuka sana. Mimi ni Shabani. Oh, that is outstanding!